tukiwa bado kunapenda na kutaka. A, ni kweli kwamba kifo chake ya Askofu Mkuu Rugambwa kimewasikitisha wengi ambao tayari walifanyiwa huruma. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hali yake ya arde ilianza kueakwika, na hii ikiwa ni baada ya kuchaguliwa n

miezi sita tu iliyopita walipomuaga mdogo wake na Askofu Mkuu Gafa marehemu Profesa Swidibat ambaye wakati fulani alijitolea kumuuguza kaka yake alipokuwa New Zealand, na baadaye akajitolea tena kuwa naye alipopelekwa Roma mwaka jana. Na kwa kweli Swidibat alifuatilia kwa karibu sana hali ya kaka yake mpaka alipoaga dunia

Nawaombeni tuendelee kukua katika imani na matumaini, kuyo, katika ambako, kwa kwa na tukibarikika na kujiaminisha kwa ndugu yetu huyu atapumzika katika raha ya milele, kule ambako hakuna maumivu na shida kama zile alizozipata kuwa bado makapomyana kule ambako kifo hakitampata tena. Tunakuwa na imani hii tukisukuma na kile tulichokiona katika maisha ya marehemu, ambaye twapenda tumuone na tumwengi kati ya wale tuliowasikia wakati wa kutoka katika somo la kwanza la kitabu cha Hekima ya Sulemani, yaani wale watu waliokuwa na roho za haki ambao wako mkononi mwa Mungu, na wala aaibu hayatawagusa ni wale

hayo mema tunayomwombea ndugu yetu huyu hapa kati aliyelala hapa kati yetu. Kwa wale walioko humu au wale waliopo katika kukutana naye hata kwa muda mfupi, watakubaliana nami kwa kusema kuwa kweli mtu huyu amestahili, na tufurahi kwa yale ameyasema Yohana katika waraka wake wa kwanza uliosikia, ile kumbe, kuwa sisi tunajua ya kuwa tumepata na tumepiga kutoka mautini kuingia uzimani kwa maana tunawapenda ndugu. Ni maneno ambayo yanampada vizuri sana ndugu yetu huyu ambaye kwa sababu ya upendo wake mkubwa usio pakua alionyesha wakati akiwa hai, na tumwone kama mtu ambaye alishapita kutoka mautini na kuingia uzimani, kwa mema mengi ya upendo aliyoyapeleka au kuyawezesha. uunowanuzi hakuwa kama hao wabaya wanaosema kwenye soko hilo, yaani wale ambao hawapendi na hivyo wakakaa katika mauti, wale wanaowachukia ndugu zao wa na kwa namna hivyo wakawa wauaji. Yeye alikuwa kinyume na hakuwa muuaji, bali mtu aliyeleza maisha furaha na matumaini ya watu wengi kwa Bukoba, na waliokutana nao tukianza la Bukoba tukianza na Maaskofu kwa wako waku na waamini wale, mnayefahamu hayo na mnaifahamu furaha ya kuwa na matumaini aliyowaletea watu mbalimbali huyo Askofu, wa kwa mema mengi aliyowatendea watu binafsi na jumuiya mbalimbali zimebaki na majina ambazo kwazo na nawaomba kumkumbuke na kumwombea daima, ili Mwenyezi Mungu ampokee katika upande wake wa mbinguni kama alivyotaka yeye mwenyewe, kwa wote waliyofanya mapenzi yake. sitaki kuyataja mengi yaliyofanya na ninayofahamu mimi yaliyokaa majimboni, na hivyo hivyo ninavyomfahamu kaka yangu huyu Novatus asingependa kusikia kyenaseka hayo aliyafanya, kwani hakuwa na tabia hiyo ya kujitangaza, na ninajua kuwa aliyafanya haya kusukuma na upendo pekee aliyokuwa nao. Na mengine yalitajwa katika utangulizi juu ya maisha. Napenda moja tu kuhusu, napenda na hili la upendo wake, ni mchango wake mkubwa aliyoutoa

weitimanwa aliyemlea na kumpa daraja ya upate na sehemu ambayo yeye mwenyewe alitamani iwe nzuri kama inavyoonekana sasa. Asanteni sana kwa uamuzi ulioufanya wa kupenda aletwe na azikwe hapa. kozi mno kaimakela upendo wake hapa Tanzania haukubali katika jimbo la Bukoba tu bali inaenea hata kwenye majimbo mengine nchini Tanzania na hata kwenye jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla. Kwa hilo la mwisho, inatosha kuyasoma yaliyokwisha andikwa kuhusiana na moyo wake wa huruma na upendo aliyowaelekeza kwa watoto masikini na akawezesha kuwapata masista wa Maria ambao wako wanafanya utume kwa faida ya vijana wanaotoka katika familia maskini wakiwezeshwa kitaaluma na kiufundi kwenye masomo haya ya amani kwenye shughuli zao huku jimbo kuu la Dar es Salaam na jimbo kuu la Dodoma. Nilifarijika niliposoma homilia aliyoitoa Kardinali Petro Parolini, katibu wa sekretariya nchi za Vatikani.

ilivyo umba Mungu na kumsaidia katika utumishi wake wa kidiplomasia na katika mahusiano aliyofanya na watu wa mataifa; mtu wa uadilifu, huruma, uvumilivu, unyenyekevu na mwesha kitoa sadaka. Yote hayo yalimwezesha kufanikiwa katika utumishi wake. Tunapokuwa tunawaombea marehemu banhelu, liturujia yetu ya Kanisa Katoliki kutupa nafasi ya kujadilisha fungu la Pasaka jan, yaani, kifo na ufufuko wa Bwana, ni wakati mama kanisa anapotaka tuingie katika ukomavu wa imani, ili tujue kwamba kifo si mwisho wa maisha, bali mwendelezo wa maisha mwanzo wa maisha ya uzima katika Kristo. Kwa hiyo aliyekufa akiwa ameungana na Kristo, ndugu zangu, kwa hiyo hayo niliyotaja hapo juu na yaliyotawala maisha mtumishi wa Mungu tunayemwombea na kumsindikiza leo, niwaalike tena tujiaminishe kuwa amekufa akiwa ameungana na Kristo kwa namna inayostahili na tumtakie pumziko la na la amani katika Mungu aliyempenda na akatuitie zangu. Tunalia na kuhuzunika, kwani tumepata pego na tutaokosa mchango wake Mungu aliyetupa zawadi ya mtumishi wake kwa vipaji na uwezo mkubwa uliojaa imani na fadhila za Mungu. Ni furaha kwetu. Askofu Rugambwa alikuwa na zawadi kote kikuhudumia, na kaonesha kuwa ni rahisi kuipata na kuleta furaha ya Mungu na mtukufu wake, na tukaanza kuona tukiwa bado aaa, kipo chake kinatuachia pia

ya Kristo katika maisha yetu kwa maneno na matendo yenye kupendeza Mungu na jirani, ili siku hii itakapofika tuipumie kwa furaha na kuwa tayari kuja katika ufalme wake. Tuendelee kumwombea Askofu Rugambwa. Alishuhudia imani yake kwa tabasamu hata alipokuwa kwenye mateso na kajiadilisha kwa Mungu kama